Kutoka ghuba ya Uajemi yaani Falme za Kiarabu, milango imefunguka. Marhaba bikum, Kilimanjaro Star Cargo. Kilimanjaro Star Cargo, simba wa bahari, imefungua milango kutoka nchi zote za Falme ya Kiarabu na nchi zote za jirani. Sasa watanzania na wafanyabiashara wanaweza kusafirisha mizigo kutoka nchi kama Dubai, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Iran, Saudi Arabia na nchi jirani kama Thailand kupitia bandari ya Dubai. Mizigo yote itakufikia hadi nyumbani Tanzania. Basi fursa imepatikana, sisi ndugu zenu tuko hapa Dubai, tunapokea mizigo ya aina yoyote, mizigo midogo mikubwa, na tunaisafirisha kuipeleka nyumbani Tanzania, Dar es Salaam kwetu sisi Simba wa Bahari ni salama, haraka na nafuu. Tupigie kwa WhatsApp kwa namba ya Dubai